Hizi methali zimeandaliwa na Manumbu. Zimeletwa kwenu na mimi binti zuri kwa niaba ya Manumbu. Moja, ajali haina kinga. Methali hii ina maana kwamba ajali ni tukio lisilotarajiwa ambalo linaweza kutokea kwa mtu yeyote. Mbili, ajizi ni nyumba ya njaa. Methali hii ina maana kwamba mtu asiyefanya kazi ni rahisi kukosa chakula. Tatu, akili ni mali, akili nyingi huondoa maarifa. Methali hii ina maana kwamba akili ni muhimu, lakini kuwa na akili nyingi kunaweza kusababisha mtu kupoteza maarifa. Nne, akili ni nywele kila mtu ana zake. Methali hii ina maana kwamba kila mtu ana uwezo wake wa kipekee. Tano, akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Methali hii ina maana kwamba rafiki wa kweli ni yule anayekusaidia unapokuwa katika dhiki. Sita, akutendaye mtende mche asiyekutenda. Methali hii ina maana kwamba ikiwa mtu amekuumiza muumize pia. Saba, aliye juu ngoje chini. Methali hii ina maana kwamba mtu anayepata mafanikio anapaswa kuwasaidia wale ambao wako chini yake. Nane, aliye kando haangukiwi na mti. Medhali hii ina maana kwamba mtu ambaye ako mbali na jambo lenye madhara halitamwathiri. Aliyekunyoa shungi kakupunguzia kuchana. Medhali hii ina maana kwamba mtu ambaye amechukua kwa nguvu kitu ambacho hakikufaidi hajakutia hasara. Aliyetota hajui kutota. Medhali hii ina maana kwamba mtu ambaye amepata uzoefu fulani anajua jinsi ya kukabiliana na hali hiyo. Kumi na moja, baniani mbaya kiatu chake dawa. Methali hii ina maana kwamba kila kitu kina manufaa yake hata kama kinaonekana kuwa kibaya. Kumi na mbili, bao nene si chuma chembamba. Methali hii ina maana kwamba huwezi kulinganisha vitu. Kumi na tatu, bendera hufuata upepo. Methali hii ina maana kwamba watu wengine hubadilisha maoni yao kulingana na hali. 14, bilashi bilashi katu haitoshi methali hii ina maana kwamba kitu kidogo hakitoshi kukidhi mahitaji yetu 15 binadamu ni kama kilihafu hakosi uchafu methali hii ina maana kwamba binadamu hata kama ni msafi kiasi gani bado kuna makosa au dhambi anayoweza kufanya 16 bura yangu sibadili kwa rehani Medhali hii ina maana kwamba mtu anapaswa kuridhika na kile alicho nacho hata kama ni kidogo. 17, chanda chema huvikwa pete. Medhali hii ina maana kwamba uzuri na ubora vitatambulika na kupendelewa. 18, chovya-chovya humaliza buyu la asali. Medhali hii ina maana kwamba mambo madogo madogo yanaweza kusababisha madhara makubwa. 19, chungu kidogo huchemka upesi. Methali hii ina maana kwamba mambo madogo madogo yanaweza kukamilika haraka. Ishirini dawa ya moto ni moto. Methali hii ina maana kwamba tatizo la aina moja linaweza kutatuliwa kwa njia ile ile. Ishirini na moja, debe shinda haliachi kutika. Methali hii ina maana kwamba watu wanaenza sema bila utendaji. Ishirini na mbili, debe tupu haliachi kuvuma. Methali hii ina maana kwamba mtu asiye na kitu anajisifu sana. Ishirini na tatu, domo kaya samli kwa mwenye ng'ombe. Methali hii ina maana kwamba mtu anayejisifu au kusifu vitu vyake hawezi kuvitolea kasoro. Ishirini na nne, donda ndugu halina dawa. Methali hii ina maana kwamba jambo baya haliwezi kutengenezwa. Ishirini na tano, dua la kuku halimpati mwewe Methali hii ina maana kwamba nguvu ya imani ya asiye na uwezo haifanikiwi kumzuia aliye na uwezo. 26, dunia hadaa ulimwengu shujaa. Methali hii ina maana kwamba dunia ni mahali pa hatari na imejaa changamoto. 27, eda ni ada yenye faida. Methali hii ina maana kwamba gharama ya kuvumilia jambo fulani inaweza kuwa na manufaa ishirini na nane. Fadhila mpe mama na mola atakubariki. Methali hii ina maana kwamba ni muhimu kuwatendea vizuri wazazi kwa sababu mola atakubariki kwa kufanya hivyo. ishirini na tisa. Fadhila za punda mashuzi. Methali hii ina maana kwamba fadhila ambazo zinatolewa kwa watu wasio na shukrani hazina maana. thelathini. Fadhili ukitenda usingoje shukrani. Methali hii ina maana kwamba unapotenda fadhila usitegemee shukrani kutoka kwa mtu unayemtendea fadhila. thelathini moja. Fahali wawili hawakai zizi moja. Methali hii ina maana kwamba watu wawili wenye nguvu au wenye madaraka sawa hawawezi kuishi pamoja kwa amani. thelathini na mbili. Ganda la mua la jana chungu kaona kivuno. Methali hii ina maana kwamba mtu anayekosa kitu anaweza kuthamini kitu kidogo sana. thelathini na tatu. Gururi na binadamu hawaachani. Methali hii ina maana kwamba udanganyifu ni tabia ambayo ni vigumu kuiondoa kwa binadamu. thelathini na nne. Haba na haba hujaza kibaba. Methali hii ina maana kwamba mambo madogo madogo yanaweza kusababisha matokeo makubwa thelathini na tano. Hadhari kabla ya hatari. Methali hii ina maana kwamba ni muhimu kuchukua tahadhari ili kuepuka hatari. thelathini na sita. Hakuna bamvua lisilo usubi. Methali hii ina maana kwamba hakuna jambo jema lisilo na kasoro. thelathini na saba. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Methali hii ina maana kwamba hakuna jambo lolote linaloendelea bila mwisho thelathini na nane. hakuna masika yasio na mbu. Methali hii ina maana kwamba hakuna jambo lolote linaloenda vizuri bila matatizo. thelathini na tisa. hakuna ziada mbovu. Methali hii ina maana kwamba hata jambo dogo lina thamani. arobaini. hukutia mtu wako. Methali hii ina maana kwamba ni adui yako ni jirani au mtu anayekujua 41. Ibilisi wa mtu ni mtu. Methali hii ina maana kwamba hatari kubwa zaidi kwa mtu ni watu wengine. 42. Inuka twende ni kwa waganao. Methali hii ina maana kwamba watu wanaofanya mabo ni wale wenye mpango ya pamoja. arobaini na tatu. Ivushayo ni mbovu. Methali hii ina maana kwamba mtu hukidharau kitu alichotumia. 44 jambo la ukucha halichukuliwi shoka. Methali hii ina maana kwamba tunapaswa kupima hatua za kuchukua kuhusu jambo fulani. 45 jaribu huleta fanaka. Methali hii ina maana kwamba juhudi huweza kuleta mafanikio. 46 jawabu la kesho andaa leo. Methali hii ina maana kwamba ni muhimu kuwa na mipango ya siku leo. 47. jawabu wakatiwe na wakatiwe sizani. Methali hii ina maana kwamba kila jibu huwa na wakati wake. arobaini na nane. jimbi wa shamba hawiki mjini. Methali hii ina maana kwamba watu wa mazingira tofauti wana tabia tofauti. 49. jino liking'oka ukubwani halimei tena. Methali hii ina maana kwamba hasara inayopatikana katika utu uzima ni vigumu kurekebisha hamsini. jogo likiwika ama lisiwikae kutakucha. Methali hii ina maana kwamba kuna mambo sharti yatokee tupende tusipende. hamsini na moja. Jogo wa shamba hawiki miini. Methali hii ina maana kwamba watu hawawezi kufanya mambo wanavyotaka wakiwa ugenini. hamsini na mbili. Kichwa cha kuku hakihimili kilemba. Methali hii ina maana kwamba watu wasio na uwezo hawastahili madaraka. Hamsini na tatu, kidole kimoja hakivunji chawa. Methali hii ina maana kwamba watu wanapaswa kufanya kazi pamoja ili kufikia malengo yao. Hamsini na nne, kifo cha wengi harusi. Methali hii ina maana kwamba tatizo la watu wengi ni nafuu kuliko lile linalompata mtu mmoja. Hamsini na tano, kila mtoto na koja lake. Methali hii ina maana kwamba kila mtu ana hatima yake mwenyewe. Hamsini na sita, kila mwamba ngoma ngozi huivuta kwake. Methali hii ina maana kwamba kila mtu anavutiwa na kile anachofahamu au anapenda. Hamsini na saba, kila ndege huruka kwa ubawa wake. Methali hii ina maana kuwa kila mtu ana nguvu na uwezo wake mwenyewe. Hamsini na nane, kilichoingia mjini si haramu. Methali hii ina maana kwamba kile kinachokubalika katika jamii moja kinaweza kisiwe halali katika jamii nyingine. Hamsini na tisa, kimya kingi kina mshindo mkuu. Methali hii ina maana kwamba mtu anayezungumza kidogo mara nyingi huwa na mambo mengi ya kusema. Sitini, kivuli cha mgude husaidia walio mbali. Methali hii ina maana kwamba umaarufu wa mtu aghalabu hauwanufaishi watu wake wa karibu. Sitini na moja kujikwasi kuanguka bali ni kwenda mbele methali hii ina maana kwamba changamoto za kimaisha hufungua zadi akili zetu Sitini na mbili kukopa harusi kulipa matanga methali hii ina maana kwamba kupata kitu cha kuazima ni furaha lakini kurejesha ni muhali Sitini na tatu, kuku havunji ai lake methali hii ina maana kwamba watu hawawezi kujidhuru wenyewe Sitini na nne, kuku mgeni zawadi za kunguru. Methali hii ina maana kwamba mtu mgeni hajayazoea mazingira na huweza kushambuliwa kwa urahisi. Sitini na tano, kula kutamu kulima mavune. Methali hii ina maana kwamba watu hupenda kufaidi bila kujihangaisha. Sitini na sita, kula ni vyepesi lakini kulima ng'o. Methali hii ina maana kuwa kula ni raha lakini kulima ni kazi ngumu. Sitini na saba, kula uhondo kwa taka matendo. Methali hii ina maana kwamba mtu anayetaka kufurahia maisha lazima afanye kazi kwa bidii. Sitini na nane, kulea mimba si kazi, kazi kulea mwana. Methali hii ina maana kwamba kulea mtoto ni kazi ngumu zaidi kuliko kubeba mimba. Sitini na tisa, kunguru mwoga hukimbiza bawa lake. Methali hii ina maana kwamba mtu asiye na ujasiri hupata woga hata kwa vitu visivyo na madhara. Sabini, kutoa ni moyo si utajiri. Methali hii ina maana kwamba kutoa sadaka au msaada kwa wengine si lazima iwe kwa sababu ya utajiri. Sabini na moja, kutoa ni moyo usambo ni utajiri. Methali hii ina maana sawa na ile ya juu, lakini inasisitiza zaidi umuhimu wa kutoa kwa moyo. Sabini na mbili, kuzimika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Methali hii ina maana kwamba kutofaulu mara moja hakumaanishi kwamba umefeli kabisa. Sabini na tatu, kwenye udongo hukosi mfinyanzi. Methali hii ina maana kwamba penye rasilimali huwezi kukosa mtu wa kuitumia. Sabini na nne, la kuvunda halina ubani. Methali hii ina maana kwamba jambo ambalo limeharibika halina mwongozaji. Sabini na tano la mgambo likilia kuna jambo. Methali hii ina maana kwamba ikiwa umesikia wito wa kuitwa kikaoni ujue kuna tukio lililotokea. Sabini na sita. leo ni leo, asemaye kesho ni mwongo. Methali hii ina maana kwamba ni muhimu kuishi kwa wakati uliopo na kutokuwa na wasiwasi kuhusu siku zijazo. Sabini na saba. lila na fila havitangamani. Methali hii ina maana kwamba watu wawili ambao wana imani tofauti hawawezi kuelewana. Sabini na nane. Lililompata peku na ungo litampata. Methali hii ina maana kwamba jambo ambalo limetokea kwa mtu mmoja linaweza kutokea kwa mtu mwingine pia. Sabini na tisa. Linalopita hupishwa, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Methali hii ina maana kwamba ni muhimu kusahau yaliyopita na kuendelea na maisha. Themanini, maji mafu mvuvi kafu. Methali hii ina maana kwamba shughuli hufana ikiwa imefanywa katika mazingira au wakati unaofaa. themanini na moja, maji ya nazi hutafuta mvungulio. Methali hii ina maana kwamba jambo linasubiri nafasi au muda wa kulitekeleza. themanini na mbili, majuto ni mjukuu huja baada ya kitendo. Methali hii ina maana kwamba huwa tunajuta baada ya kufanya jambo fulani. 83 makuukuu ya mwewe si mapya ya kengewa. Methali hii ina maana kwamba jambo ambalo linaonekana kuwa jipya kwa mtu mmoja linaweza kuwa jambo la kawaida kwa mtu mwingine. Themanini na nne, mali bila daftari hupotea bila habari. Methali hii ina maana kwamba ni muhimu kuweka rekodi za vitu muhimu. 85 mali ilivunja nguu milima ikalala. Methali hii ina maana kwamba ukiwa na mali unaweza kufanya mambo makubwa. themanini na sita mali ya bahili huliwa na mchwa. Methali hii ina maana kwamba mtu anayejifungia mali yake hawezi kuifurahia. themanini na saba mama mkwe hafungui mdomo. Methali hii ina maana kwamba mama mkwe mara hastahili kusema maneno ovyoovyo. themanini na nane mambo kangaja huenda ya kaja Methali hii ina maana kwamba mambo mabaya yanaweza kutokea bila kutarajia. themanini na tisa. Mashua ya maskini huzama mtoni. Methali hii ina maana kwamba maskini mara nyingi huwa na bahati mbaya. Tisini. Maskini hana kinyongo. Methali hii ina maana kwamba maskini mara nyingi huwa mpole bila maringo. Tisini na moja. Maskini hana rafiki Methali hii ina maana kwamba maskini mara nyingi huwa peke yake. Tisini na mbili, maskini haokoti akiokota huambiwa keba. Methali hii ina maana kwamba maskini mara nyingi huna mafanikio. Tisini na tatu, mbio za sakafuni huishia ukingoni. Methali hii ina maana kwamba kila kitu kina mwisho. Tisini na nne, mchonga mwiko hukimbiza mkono wake. Methali hii ina maana kwamba mtu anayefanya kazi kwa bidii hupata mafanikio. Tisini na tano, mchovya asali hachovi mara moja. Methali hii ina maana kwamba anayeonja raha atataka aendelee kuipata daima. Tisini na sita, mdomo siri ya gunda. Methali hii ina maana kwamba ni mtu nayejua siri yako ni yule aliyekaribu nawe. Tisini na saba, meno ya mbwa hayaumani. Methali hii ina maana kwamba ndugu wakigombana huwa hawaumizani. Tisini na nane, mfa maji haachi kutapatapa. Methali hii ina maana kwamba mtu aliyepata tatizo fulani gumu hatakosa kutafuta njia za kujinasua. Tisini na tisa, mficha uchi hazai. Methali hii ina maana kwamba mtu anayejaribu kuficha matatizo hatapata ufumbuzi wake. Mia moja, mfinyanzi hulia gaini Methali hii ina maana kwamba ujuzi wa mtu hunufaisha wengine kuliko mhusika. Mia moja na moja. mgaga na upwa hali wali mkavu. Methali hii ina maana kwamba mtu anayejituma sana hawezi kula chakula kikavu. Mia moja na mbili. mganga hajigangi. Methali hii ina maana kwamba mtu anayejua kitu hajisaidii. Mia moja na tatu. mgema akisifiwa tembo hulitia maji. Methali hii ina maana kwamba mtu anayesifiwa sana anaweza kujivuna na kujiona kuwa bora kuliko wengine. Asante sana kwa kutazama video hii au kusikiliza hizi methali. Tunakuomba subscribe hii chaneli yetu ya Manumbu. Pia harika ndugu, jamaa na marafiki waje watazame video zetu, kwenye hii chaneli ya Manumbu.